Magoli 15 ambayo ameyaweka kambani hadi sasa. Salum Nolela, ni wazi hakuna wa kumtoa kwenye kiti cha MVP kwenye mechi iliyosalia ama zilizosalia uh, kwa timu zote au bado ni mapema sana? Bado mapema. ila tukisema ligi imesimama sasa hivi nafikiri yeye namba zake zinambeba lakini sasa kuna, kuna kitu hapo Inategemea pia bingwa wa ligi anaweza kuwa nani. Kwa nini MVP lazima atoke kwenye timu bingwa? Ai, sio lazima, ila sasa kwa mfano yeye anashindana ana magoli na kina Mzizi mm -hmm. labda kina Clement, labda wakapishana hata goli moja mbili, lakini ukakuta mwezie labda Clement akawa kashinda pia na ubingwa uh, hey, wow, wa ligi kuu se labda yeye wao yeye ashinde Saladi B labda na Saladi B washinde Young Africa na mchango wa Clement upo hapo, watakupaje sasa wewe MVP. Mm. -hmm. Kwa hiyo kuna vigezo mbalimbali ambavyo vinaweza pia vikamnyima vilevile hiyo tuzo yao. Sasa hata ukitoa mbali Simba asipokuwa bingwa mm. lakini tumtafuta tena MVP wenyewe ndani ya Simba ambaye kaibeba mm. Simba na hata atakuwa no, MVP Aa, Simba. Simba wa ligi au vipi? Simba imebebwa mabegani hadi sasa na nani? na yeye iyo. Na mimi wiki iliyopita yeah. niliposti kabisa nikasema nimeiona Simba ile mechi na mashujaa siku mm. hiyo. Na nikamwambia nimeiona Simba, yeah. simba ambayo haina chansi ya Ahoua na nimeiona Simba ambayo ina Jean chansi ya Ahoua ndani. Yani, kuna utofauti mkubwa mno, yani hata mechi nilikwambia, mechi akicheza chansi ya Ahoua, Simba Simba hiyo mechi watatengeneza nafasi nyingi sana, hata kama yeye mwenyewe atahusika kupoteza, lakini anachangia upatikanaji wa hizo nafasi. Leo wenyewe Simba wametengeneza chansi za kutosha sana, alivyokuwepo Simba dakika chache tu, chansi ya Ahoua alizotoka, ya pale pale na goli wakafunga. Yani, kama unakumbuka muda ule Simba kahawachezi tena, yani mechi ikawa kama imegeuka sasa, wana, wanakuja Pamba. Yani ilikuwa Simba tofauti ndani ya dakika kama kumi tu za mwisho alizotoka janchazi mm, yao. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza tu akamzungumza kwa sababu tu ana kakosa nafasi na nini, lakini yupo mchezaji akikosekana kwenye timu, yani timu inacheza tofauti, yani hata awepo elimpanzo ndani ya Simba chaza asipokuwepo tu utengenezaji wa nafasi unakuwa mfinyu sana kuliko yeye akiwepo ndani ya timu. Mm, sawa, lakini twende kwa clean sheet sasa ya Musa Kamara uh, mm. Tegis bwana mchezaji wa Pamba alimchungulia mm. akaona sawa mmetufunga tano, lakini amuondoki mm. na clean sheet akafanya <laughs> yake na kuwapatia Pamba pia bao la kufatia machozi. E, kulikuwa kuna uzembe pale wa nani Chemaloni Che na Muhamed Huseini ndio walikuwa mm -hmm. wamemweka Tegis yaani nilimuona Chamu alikuwa kasogea ila Chefondo na Muhamedi wakawa wame wamebaki alafu wakawa wamebaki wamekaba wide upembeni alafu wamemwacha Tegis katikati kati. mm -hmm. Ndio maana ulipigwa tu ile mpira kati yake, kageuka tu anamwangalia golikipa. Kwa hiyo pini pini pale alikuwa hana cha kufanya. Mara nyingi wani against wani golikipa ukisevu unasifiwa kwamba eh hiyo save, ila wani against wani, mara nyingi watu wanahesabu ni goli. Kwa hiyo pale alikuwa hana ujanja wa kufanya zaidi ya mm -hmm tegisi tu kama angekosa ndo ungebidi tumlaumu sasa, Tegisi kwa nini umekosa eneo lile? kwa hiyo mm, pale nafikiri Chefondo na Muhammad ndo ame, ila, ila inamuumiza ina kwa kiasi gani mchezaji yani S kwa maana kama ume maintain dakika zote 80 nando mm, unakuja na so unaruhusu, unajua mchezaji hata kama timu itashinda itachukua ubingwa ila na yeye anapenda mwisho wa msimu kwenye kutoa zawadi mm, pale mm, na yeye apate ile zawadi yake binafsi unajua, ile e, zawadi binafsi pia inakuongezea thamani kama mchezaji, umeelewa mm. Kwa hiyo pinpini anajua sisi ligi yetu tunatoa zawadi ya golikipa bora kwa staili gani, anajua kwamba tunatoa zawadi ya golikipa bora kwa clean sheet kwa hiyo anajua hizi ndo zitakazonipa tuzo mimi mwisho wa msimu. Inawezekana nikawa nimecheza vizuri sana kwenye msimu, lakini nikapitwa tu clean sheet mm. Sitopata hiyo tuzo. Ila na mpaka sasa yeye ndo golikipa ambaye amefanya vizuri sana kwenye msimu huu, lakini inawezekana make clean sheet mbili tu, si ndio? kumi na nne kwa kumi na sita na mechi akimalizia ya Jumapili zinakuwa ziko sawa. Sasa hizo clean sheet mbili hapo siku yoyote unaweza kukuta watu wanazidondosha, mambo yanaweza kabadilika mm. Sawa, Ahmed alafisa habari wa Simba hapa anazungumza bwana, kuhusiana na Joshua Mutale. Joshua Mutale anazidi kutulipa imani ya kumvumilia hii ndiyo SGR yenyewe masaa matatu da mpaka Dodoma na kuna watu kadri wanavyochelewa ndivyo wanamkuta Joshua Mutale akiwa wa moto kweli kweli. Kuna, kuna zahama kubwa huko mbele. kuna video moja nita, tutashia baadaye mwalimu kamaliza mazoezi akakaa chini na, na, na, na, na, na, na Joshua Mutale yaani eh, unajua ile father and Son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 Sawa. So, huyo ni Ahmed Ali, afisa habari wa Wekundu wa Msimbazi Simba, akimzungumzia Joshua Mutale, kila ambacho alikiona na walichomvumilia na sasa ameanza kuwalipa. Macho yako ya nyama yanaendelea kuona kila ambacho Joshua Mutale alichokionesha Zambia ndicho ambacho kwa sasa anaanza kutuonesha. Huyu ndo Joshua ambaye Simba walikuwa wanamhitaji. wow. Simba ambaye walimsajili, unajua hiki hata anachokifanya janchazi au wa Simba walikitegemea sana kwa budo kwa Joshua Mutale wakati mm -hmm. wanamsajili, kama unakumbuka, ni mchezaji ambaye alikuwa na imani sana pia na washabiki wa Simba kwa sababu ni mchezaji ambaye walishamuona wao kwa macho yao Ndiyo. Kabla ya kusajiliwa. Kwa hiyo alichokuja kukifanya kwenye mzunguko wa kwanza na huu wa pili, wakati unaanza, ilikuwa ni kitu ambacho hata washabiki wenyewe wa Simba ilikuwa wajatarajia kila ndio maana kuta mapito yake hawakuwa, washabiki wanadili sana viongozi kwamba mmesajili mchezaji mbovu. Walikuwa wanaamini kwamba ni mchezaji tu mwenyewe ndio anapitia mapito. Kwa hiyo hiki anachokifanya ni muda wa mwalimu kumpa taimu tena, kwa sababu ni mchezaji ambaye wanajua uwezo wao, na kama anavyosema Ahmed, mchezaji kocha yoyote ukiacha walimu wake ni mzazi vile vile. Kwa hiyo anatakiwa amsaidie mchezaji na Mutale, taarifa za wanasimba wengi ambao wanaenda kuangalia mazoezi wanakuambia ndo mchezaji ambaye anacheza vizuri mazoezini kuliko wachezaji wote mm. na ndo maana hata Fadu yn yani aamini am, kwa nini mechi inakuwa tofauti? Maana anampa nafasi nafasi na, na, na ina, mwalimu mm -hmm. na okay. Sawa, tukitazama msimamo Young Africans na points sabini mpaka mm hivi -hmm. Sasa akiwa pale kinara, Simba akiwa nafasi ya pili na points uh, sitini na sita akiwa bado na mchezo mmoja mkononi. Azam FC nafasi ya tatu akiwa na points hamsini na nne na nafasi ya nne kamatwa na Singida Black Stars. Mchezaji yoyote Mm -hmm. Kwa sasa hivi nakuambia yani, kila mchezaji ambao ulikuwa una huyu wa kuwacha ukimwangalia kwenye mechi hizi, hasa hasa hawa kigeni, hautokata mtu sumuona so, mwenyewe leo alichokifanya Ateba. mm -hmm. umeona ali, anachokifanya Joshua, umeona alichokifanya yeye kajevu mwangaliage chama katika misimu yake anaweza kafanya, lakini hizi mechi za mwisho yani wachezaji wa kigeni wanajua hapa sasa ndio maisha yangu ya karia ya yangu mm. ni yani akuendelea kubaki kwenye nchi au kuondoka, kao awezi kujitetea, yupo kwenye benchi l la kuondoka, ukejefa yani kama simba wanahitaji kuongeza watu hawezi ku, yani kutosha tu kwenye mechi hizi. Sasa ni msimu wote ucheze kawaida, uje kucheza mechi za kwa sababu ili ubaya kwamba ili uongeza wachezaji wa kigeni lazima ukate. Mm. sasa kila mchezaji ukiona kaibuka tu hapa mwishoni mm. basi usimkati, maanake simba watu kata mtu hebu kata wawili ili waingie wawili

<laughs> <laughs> Ateba sasa, kwa sababu umemtaja Ateba, Ateba ni kama vile walimu mm. wana imani naye sana, na ndio maana kila mechi anapata nafasi ya kucheza. Lakini unavomwona uwanjani na hata mashabiki wa Simba wanavyomchukulia Ateba ni kama vile ni mchezaji ambaye yani hajui jukumu lake, lakini leo amekuja amewathibitishia tofauti, kwa mm. maana ya kwamba amepata nafasi amezitumia. Ami. pia hata kwa dakika za mwisho kabisa 80 na unajua yani hiyo imani ya mwalimu kutokana na wachezaji alikuwa nao yani washambuliaji hana namna, namna. Yaani Simba kama hajacheza Ateba maana yake atacheza Mkwala. Kwamba Simba wangekuwa na mtu tu kama Medi Kageri wa kwenye fomu yake, unaona Ateba angeweza kucheza ni ngumu. Umeelewa? Au wangekuwa na mtu kama tu alivyokuwa Yanga na Mayele, hawezi kucheza Ateba. Kwa hiyo mwalimu inamlazimisha amchezeshe Ateba mm. na Mkwala kwa sababu ya wache. Unaona hata Mkwala kuna wakati alikuwa ashamweka pembeni anaenda na Ateba alivyomwona eh, sasa Ateba, atebani nimekuvumilia, akamrudisha Mkwala. Yaani mwalimu bado anahangaika katika eneo hilo. Kwanza mimi katika eneo la ushambuliaji ningekuwa mimi. Kwa staili ninavyojua sasa hivi Simba linakoelekea. Mimi ningeweza pengine kuacha wote wawili yaani katafute mshambuliaji mwenye quality kubwa, yaani unakata wote Mkwala na, na mzaji, yaani bado Simba pale wanabahatisha, ila umeliona bao la Teba la mwisho. Ni nadra sana kuyaona mabao kama go yale goli zuri sana sana, sana, sana. Goli la msimu linatosha kuwa amefungwa magoli mengi bwana mazuri lile la kevu bwana bwana <laughs> <laughs> <laughs> Ah, sasa kama alichukulia kawaida, yaani kafunga goli zuri. Ila sio tena kusema ndo liwe goli bora la msimu, kuna hey. magoli wamefunga akina Saduni ndugu yangu yale, hey. uliona Saduni, kuna goli mbili zile kafunga na kuna juzi limefungwa goli lingine na yule mkolombia mshambuliaji um, wa, wa Azam aliwachukua, hmm. kijiji tena kafunga ko lile goli la zuri, lakini sio kwa yale ya Saduni. yani nni hey. yani Saduni yale, yale mawili yale ah, yote. Nafasi ya kuwa MVP kwa Jean Charles Ahoua nayo vipi? hey. tuizungumzia au tuikaushie? okay. Uh, tunarudi kuizungumzia E bwana, ubora wa Jean Shelehe Ahoua ndani ya kikosi cha Simba naendelea kujitanabaisha baada ya msimu huu tayari ikashapachika mabao yake kumi na tano lakini pia asisti saba, huku msimu uliopita e, alikuwa amefunga mp, mp, magoli kumi na mbili na asisti tisa katika klabu yake ya Stella Avian. Na hii imekuwa mada kubwa sana kwa Jean Charles Ahoua baada ya kuwa na ubora huo na kufunga magoli yake hayo 15 na asisti saba, na wengi wanamtaja kwamba huyu ndiye MVP wa msimu wa 24 25 ndani ya kikosi cha Simba lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara kutokana na namna ambavyo anaibeba na kuisaidia Simba Sports, lakini pia Jean Shalehe haishii katika michuano hii E, ya ligi kuu hata katika kombe la shirikisho bara la Afrika, Jean Shalehe ana magoli yake matatu tayari na asisti zake mbili, kwa hiyo ni mmoja wa wachezaji ambao wanafanya vizuri huko, anayeongoza magoli katika kombe la shirikisho, yeye ana goli tano, lakini tayari alishatolewa na mchezaji mwingine ambaye yupo karibu na Jean Shalehe, pamoja na Kibu Dennis mwenye magoli matatu, lakini mchezaji mwingine wa Berkana e, yeye e, ana magoli yake manne kwa hiyo wao pia wana nafasi ya kuchukua kiatu cha ufungaji bora eh, katika michuano hii ya kombe la shirikisho endapo watafanya vizuri katika michezo miwili iliyosalia, lakini pia ana nafasi ya kuchukua kiatu katika ligi kuu ya Tanzania bara baada ya kuwa na magoli 15, lakini anayemfuata akiwa na magoli 13 ambaye ni Clement Mzinze pamoja na Prince Mpumerero Dube. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment, unafikiri hii Simba hiki kinachoendelea ndani ya kikosi wanakwenda kuchukua ubingwa kwa sababu michezo yao ya viporo yote mitatu wameshinda. Ameshinda moja sifuri dhidi ya JKT Tanzania, ameshinda mbili moja dhidi ya Mashujaa, lakini ameshinda goli tano kwa moja dhidi ya Pamba Jiji. Mchezo uliobaki wa kiporo ni dhidi ya KMC utakaopigwa siku ya Jumapili.